ambao kuna watu wanaishi na kuutumikia pia inawapasa, inawapasa kufanikiwa kulingana na kanuni za uo ufalme. Kuna wakati mwingine tunatamani tunahitaji sana kufikii. Ni mara nyingi sana watu tume- tume tume tume- waza mengi tume tumenung'unika, tume, tume, tume tume tume watu wamekata tamaa, wamevunjika moyo, wamedhani Mungu hayupo, wa Mungu hawaoni, wa Mungu hana huruma, Mungu hawajali Mungu, lakini nataka nikwambie katika mchana wa leo ya kwamba kufanikiwa katika ufalme huu wa Mungu tunao utumikio, ni kanuni. Sema amina! Hebu sema tena, kufanikiwa katika ufalme wa Mungu aliye hai ni kanuni. Kufanikiwa katika kila eneo la maisha yangu nikiwa ndani ya Yesu Kristo ni kanuni. Tunapozungumzia kanuni, tuna maana ya wale walioenda shuleni wanaweza wakanielewa kwa wepeshi sana. Ziko sheria zinazotawala hasa katika somo la hesabu. Sema amen. Tunaposema kanuni, tuna lugha nyingine, tunaweza tukasema ni njia. Hebu sema amen. Yaani, kuna njia sahihi ambayo mtu akiendea lazima itampeleka direct kwenye mafanikio yaliyokusudiwa, kwenye mafanikio yaliyolengwa. Bwana Yesu, heshima na utukufu na kurudisha kwa wewe katika muda mchache huu ambao umetupa, naomba tujalie kuelewa eh Bwana, ya kwamba kufanikiwa ndani yako na katika ufalme wako ni kanuni, ni sheria ambayo Bwana umeweka wala kuna awaye yote miongoni mwetu anayeweza kufanya nje ya hiyo sheria, nje ya hizo kanuni na akafanikiwa sawasawa na makusudi yako Bwana. Tujalie tuelewe e eh, Mungu, tupate kujua hakika, ili Mungu tunapotembea Bwana tukafikia mafanikio ya kweli na thabiti, yale uliotukusudia tangu lipotuweka katika nchi. Na ndio maana umetuwekiki kupitia maneno yako eh, Bwana ya kwamba kwa Mungu huu tupokee mara mia, kisha tukaulisi uzima wako wa milele ivyo, tusaidie Bwana, tukiwa katika nchi, tukapokee mara mia, tukafanikiwa mara mia, kisha ee Mungu tukaulishi uzima wako wa milele. Na ndio maana unasema ee Bwana ya kwamba itamfaidi jina lako Yesu Nazareti asante, e asante kwa sababu uko tayari kutusaidia, uko tayari Bwana kutufunulia akili zetu tuelewe. Bwana uko tayari kuangaza nuru mbele yetu, ili tukafikie mafanikio ya kweli katika wewe Kristo Yesu Mwokozi wetu. Asante kwajia mwanamke huyu, asante kwajia mwanaume, asante kwajia kijana na mtoto, ya kwamba Bwana, nia yako tujifunze, ili tupate faida mfalme wako kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, nampinga adui adanganyaye, adui aibaye ufahamu, adui atekaye fikira yetu, adui akamataye mioyo yetu, na kukemea ewe adui na kuvunja ewe adui na kukatulia ambali kwa jina la Yesu ninaamulia kukupinga, nami nakupinga na, na upata kunikimbia kwa amri katika jina la Yesu Kristo na wetu, achie fahamu zetu, achie kinu na fikira zetu, achie mioyo mafanikio ya kweli ya kimwili na kiroho ndani ya baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana wetu wa hai, amen. Pigia baba Yesu makofi ya ushuhuda jamani. Kufanikiwa katika eneo lolote la maisha yetu, tukiwa katika nchi ni kanuni, ni kutembea katika njia sahihi Nazungumzia mafanikio ya namna gani? Katika Biblia kitabu cha waraka watatu wa Yohana, sema amina, waraka watatu wa Yohana neno la Mungu linasema, naomba tufuatane pamoja na mimi, waraka watatu wa Yohana ule mstari wa kumi na tano. Nononoo, waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza ule mstari wa pili, neno la Mungu linasema: Mpenzi, naomba oma ufanikiwe katika mambo yote, nakua na kuwa na afya yako, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mstari huu naupenda sana kuusoma kwenye maisha yangu na kwenye utumishi wangu, kwa sababu ninafahamu ya kwamba mimi nimeamuliwa, ni mapenzi ya Mungu ya kwamba nifanikiwe katika kila eneo, katika mambo yote. Hebu sema katika mambo yote, hebu sema: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwe na afya kama vile roho yako inavyofanikiwa. Ni mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni ya kwamba tufanikiwe katika mambo yote. Anaposema katika mambo yote, maana yake ni tufanikiwe katika kila eneo la maisha yetu, maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya mwilini, tukapate kufanikiwa kikamilifu kama Mungu atakavyo. Kumbuka, mapenzi ya Mungu ni kwamba tufanikiwe mara mia tukiwa katika nchi, kisha tufanikiwe mara mia kwa kulifi ufalme wa baba yetu wa mbinguni. Sema amen, ndio mapenzi yake, na awaye yote akishindwa kufanikiwa kiwango kitimilifu ambacho Mungu alikikusudia, sema amen alichokikusudia tukiwa katika nchi, tukiwa hapa duniani, anaasilimia chache sana za kuona ufalme wa mbinguni. shema mina, kwa sababu Biblia inaahidi yeyote aliyemfuata Yesu kwa kutembea katika kanuni ya kwake, kwa kutembea katika njia yake, yani anasema yeyote aliyenifuata mimi, akaacha mashamba, akaacha mme, akaacha mke akaacha watoto, ndugu wa kike na wa kiume, akaacha vitu vingi, akaamua kumfuata Yesu. Yesu anaahidi kwamba hivyo vyote alivyoviacha kwa ajili yangu atavipata vyote mara mia hapa duniani, lakini pia atapata uzima wa milele. Ana maana gani? Anaweza mtu akawa na mke lakini akaendelea kuishi nje ya kanuni za Mungu, kwa hiyo akawa hajafanikiwa. Kwa kuwa ataendelea kuishi na huyo mke nje ya kanuni za Mungu, nje ya zi, njia za Mungu, hata hesabika kuwa ni fanikio. Hebu sema amen. Mtu anaweza kuwa na shamba lakini akawa anaendelea kulitumia ile shamba nje ya kanuni za Mungu. Anaweza kawa na watoto nje ya kanuni za Mungu. Anaweza kawa na mke na mme nje ya kanuni za Mungu. Anaweza kawa ndugu wa kike na wa kiume, lakini nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini kusudi la Mungu ni kwamba tukiwa na wake, tukiwa na waume, tukiwa na watoto tukiwa na ndugu wa kike na kiume, tukiwa na mashamba, tukiwa na biashara, tukiwa na mifugo, hiyo yote imetupasa kutembea nayo katika njia ya kimungu, katika kanuni za kimungu ili tupate mafanikio ya kimungu. Sema amen. kama mimi nakuachina solehali anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako inavyofanikiwa. Ina maana mafanikio tunayoyazungumzia ndani ya Yesu Kristo ni mafanikio ya kimwili pia, mafanikio ya afya. Ina maana gani? Kama tukishindwa kufanikiwa kikamilifu katika afya yetu, hatuwezi tukafanya kazi ya Mungu ipasavyo, hatuwezi tukazaa matunda ipasavyo, hatuwezi tukaitenda kazi ya Mungu

Kwayo, mwini, rohi. Kwa hiyo ukidharau mwili unakuwa umedharau roho, ukidharau mambo ya roho unakuwa umedharau kimwili. Kwa nini? Kwa sababu vitu hivi vinategemeana. Unaweza ukasema niko kiroho ukatenda kazi ya Mungu kiroho, hapana. Unapokuwa kiroho lazima uhusishe mwili katika utendaji kazi, na ndio maana Mungu ametusaidia ya kwamba tunapoyatazama mafanikio ya roho lazima tuyatazame pia na mafanikio ya kimwili. Hakuna mtu ambaye anaweza akapuuza Kile kanuni ya Mungu inavyotaka kwa jinsi ya kimwili alafu adhani kwamba anaweza kufanikiwa kiroho kinyume cha hapo. Mambo haya yakikinzana namna hii, ujue mafanikio yoyote yanayotokea hapo sio mafanikio ya kimungu na sio mafanikio ya Mungu aliye hai. Hebu sema amina. Kwa hai wezi mtu akashindwa kujali mwili wake, nafsi yake, roho yake akaleta mafanikio na ile mafanikio tukasema ni ya Mungu? Hapana, shema me. Lakini kanuni ya Mungu inasema tufanikiwe katika mambo yote, maana yake ni tuwe na afya, tuwe na uchumi, tuwe na kiroho, tuwe na kila eneo la maisha yetu liweze kufanikiwa na kuleta matunda sahihi ya kimungu. Unapomsikia Yesu anasema yafaa nini mtu aupate ulimwengu wote lakini akapata asara ya nafsi yake? Ina maana gani? mtu anaweza akafanikiwa sana kidunia, akafanikiwa sana, akawa na majumba, akawa na magari, akawa na mashamba, akawa na vitu vyote vinavyodhaniwa kuwa ni vyema, yanayodhaniwa kuwa ni mafanikio hapa duniani, lakini akawa anaingia yani, akapata asara kwa jinsi ya kimungu. Sema amen. Kwenye Pasaka aliyopita kuna mambo nilikuwa nawaambia, na kwamba awaye yote aliyetumia muda wake aliyetumia fedha yake aliyetumia chochote kwa ajili ya Bwana ili kufanikisha uh, kufanikisha ibada kufanikisha semina has, hasiseme kwamba ameingia sana. Inawezekana ulitumia fedha kama nauli wakampa konda ukampa waka miliki wa gari, lakini nataka nikuambia, ikiwa ni kwa kusudi wa Mungu chochote ulichokifanya na kukitumia kwa ajili ya kusudi la Mungu akikupotea, ina maana nauli yako imewekwa akiba, maana umejenga utaikuta katika hazina yako mana, ya mbinguni. Maana haukusafiri kwa ajili ya starehe, haukusafiri kwa ajili ya nasa za dunia, hukusafiri kwa ajili ya mtu, ulisafiri kwa ajili ya Bwana, ukaitimiza kusudi nani la Bwana. Kwa hiyo kwa hiyo ni lazima utaikuta. Maandiko yanasema hivi, hazina ya mtu itakapokuwepo, ndipo na moyo wako utakapo kuwepo. Anayetumia muda wake, anayetumia mali zake, anayetumia vitu vyake, anayetumia chochote kwa ajili ya Mungu hajawahi kupoteza. Ikiwa atakidhi kanuni, ikiwa atafanya kwa moyo na kwa moyo wa kupenda na kwa imani hawezi kuingia hasara kamwe. Hebu sema amen, sema amina. Kwa chochote hai Ndiyo maana imetupasa tumjue sana Mungu ili tuwe na amani, na lolote tutakalofanya katika utumishi na wito tuliokiwa tufanye kwa moyo kana kwamba ni kwa Mungu wala sio kwa wanadamu, ili tupate faida timilifu iliyokusudiwa ndani ya Yesu Kristo. Shemeni amina kuachilinasoha. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa katika mambo yote kimungu, yani katika Mungu aliye hai, Mungu wa kweli tuleemtumikia, ni lazima tufuate kanuni zake Yaani, nguvu zetu za kimwili haziwezi kutusaidia, mali zetu, hata kama tungepewa mamilioni ya pesa hapa kwa lengo la kwamba tufanikiwe, lakini nje ya kanuni za Mungu, nje ya njia ya Mungu, hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kufikia mafanikio halisi kimungu. Unaweza ukawa na bidii ukapata mke, lakini ukipata nje ya kanuni za Mungu, sio mafanikio. Unaweza ukawa na bidii upate mme, ukimpata nje ya kanuni za Mungu sio mafanikio. Amen. Unaweza ukafanya bidii, ukalima shamba kubwa na lakini, nje ya mapenzi ya Mungu hayo sio mafanikio. Unaweza ukawa umenenepa, umekula kila wakati unanenepa, lakini nje ya kanuni za Mungu hayo sio mafanikio. Amen, amen. Mafanikio pekee ambayo yanaweza yakawa mafanikio mbele za Mungu na kuleta faida katika ulimwengu wetu wa sasa na hata ule ujao, ni mafanikio yanayofuata kanuni za Mungu aliye hai. Tukimwabudu Mungu nje ya mapenzi yake, nje ya kanuni zake, nje ya njia zake, watu wa Mungu, tutaferi na kuferi na kuferi na kuferi na kuferi na kuferi na naweza kalia kilio cha ajabu, lakini kisikusaidii. Huwezi kuomba maombi, ukiomba maombi yoyote nje ya kanuni ya Mungu, maombi hayo hayawezi kuleta matokeo. Ndio maana tunasoma maandiko, anasema hivi, mwaomba hampati kwa sababu mnaomba hivyo mnavyoviomba ili muvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Maana yake hakuna nia ya kimungu ndani yake, hakuna kusudi la kimungu ndani yake, ni kwa tamaa yako binafsi. Kusudi la kimungu liwe ndani yake. Mfano, mimi nafanya kazi serikali, ndio ninafanya kazi, kila siku naenda kazini, lakini napata mshahara. Na ndani ya huo mshahara, nini kusudi la Mungu? Nini mapenzi ya Mungu? Ikiwa nitafanya kazi na kutaka mafanikio ili nijifurahishe peke yangu kwa nafsi yangu kwa mambo tu ya dunia, kusiwe na kusudi la kimungu ndani yake, mafanikio hayo sio mafanikio halisi, wala yawezi kunisaidia chochote. Naomba nisaidie un, unisikilize vizuri. Nimesema hivi kufanikiwa kimungu katika kila eneo la maisha yetu ni kanuni, ni sheria. Lazima tufuate njia mkondo sahihi na ndio maana yeyote anayefanikiwa katika kanuni za kimungu hawezi akaingia hasara hata siku moja. Upo? ukipokea afya katika kanuni ya kimungu hakuna mtu atakayesimama kuitangua au kubatilisha. ukipokea uzima katika kanuni za kimungu dumu wala hakuna mtu atakaye kuondolea kwa namna yoyote ile. Sema amen. Kwa hiyo umeona namna ambavyo tumeangalia ya kwamba Mungu anataka tufanikiwe. Ana maana gani? Mafanikio ya kiroho na mafanikio ya kimwili. Mshiki mkono mwenzako hapo jirani, mwambie mpenzi, karibu bwana, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote ya naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako itakavyofanikiwa inavyofanikiwa. Sikiliza, hivi vitu vinaenda sambamba, ina maana kwa kama mpaka dakika hii roho yako haijafanikiwa kumpata Yesu kwelikweli, huwezi mafan, ukapata mafanikio halisi ya kimungu ama kimwili ama kiroho. Yani kama mpaka muda huu upande mmoja umenepa, upande mmoja haujafanikiwa Unajua vitu hivi ni ni kama balance, beam balance, ni kama beam balance, kwa maana vinahitaji kukaa huku asilimia hamsini na huku asilimia hamsini. Ina maana kama huku ni mia moja, huku nako ni mia moja. Vinahitaji kipimo sahihi, kipimo linganifu, kipimo sawa. Na ndio maana hakuna mtu ambaye atasema mimi sasa. Unajua, sikiliza niwaambie. Hakuna mtu anayeweza kuishi kiroho peke yake. Ukitaka uishi kiroho utoke katika huu mwili. Sema amen. Uhamishwa upeleke kwenye ulimwengu mwingine ambao wameivua hii mili ya dunia. Lakini tukiwa tumeivaa hii mili lazima mafanikio yetu yawe barasdi. Nataka tuende kwenye kanuni ya kwanza ambayo Yesu ameisema mwenyewe kupitia maandiko matakatifu. Acha tuangalie kanuni za kufanikiwa kimungu, kanuni za kufanikiwa kimungu. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kumpenda Mungu, kanuni ya upendo thabiti kwa Mungu. Shema, amen. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya upendo thabiti, kanuni ya kumpenda Mungu kikamilifu. Ina maana, kumbuka, tunasema mbingu, nchi na vyote viijazavyo, nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Mungu, na hakuna mtu yeyote atakayefanikiwa inche na ulimwengu huu tuliopo, inche na na namna ambavyo Mungu ametuweka katika nchi. Sasa katika mahali hapa tulipo, wako na pua na tumzalia matunda ili tufanikiwa, mojawapo ya kanuni. Kwa sababu kama tunataka mafanikio yetu yatoke kwa Mungu, lazima tukidhi tukidhi kanuni mojawapo ambayo ni kumpenda Mungu kikamilifu. Najua wakati wa Pasaka tulipokuwa tunajifunza habari ya vigezo vya mtu kujazwa Roho Mtakatifu tulizungumzia kipengele hiki, na kila wakati tutakapotaka kumpendeza Mungu katika kila jambo la maisha yetu kihuduma au katika mambo yetu binafsi, lazima mafanikio hayo yaambatane na upendo halisi wa Kimungu. Sikia katika kitabu cha Mithali sura ya nane mstari wa kumi na saba ona maandiko matakatifu yanayosema, anasema: nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, nami utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteuli Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Niwarithishe mali wale wanipendao. Nimesema kanuni mojawapo ni kumpenda Mungu kikamilifu ndani yako ina maana gani? Kama kuna mtu miongoni mwetu ndani yake hajafikisha kiwango alisi cha kumpenda Mungu kikamilifu, uko nje ya kanuni za mafanikio ya kimungu. Semanee maana nasema hivi, ninawapenda wale wanipendao. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Jambo lolote ambalo unataka Mungu ahusike lazima litembee katika kanuni ya upendo wa Kimungu. Wewe binafsi umpende Mungu kiasi cha kwamba hata kuwa na mashaka na wewe, hata kuona kiulizo na wewe, umpende kikamilifu. Ina maana afike mahali pa kuzama akaupenda mpaka kwenye kilindi cha moyo wako ajihakikishia ya kwamba unampenda. Niwaambia jambo nikasema, wakati alipotaka kumlifisha Petro huduma, Petro ni pawa na karama, anamwambia Petro, je, wanipenda? Bwana unajua nakupenda. Petro, je, wanipenda? Bwana nakupenda. Petro, je, wanipenda? Akasema Bwana wawajua ya kwamba nakupenda. Kwa nini anamuuliza maswali yote hayo? anaitafuta nafasi ndani ya moyo wa Petro, anataka Petro ampende kiasi kitimilifu, ampende katika mpendo ulio thabiti, asiwe na mashaka naye. Kwa nini? Kwa sababu mtu yeyote akitimiza vigezo vya upendo nala wa niwaambie, watu wa Mungu, hebu sema mee, hebu sema mee. Kumbuka tunapoelekea katika kitabu cha Wakorintho wa Kwanza, kama shikosei pale, anasema hivi anazungumsia habari ya kanuni za upendo kwamba upendo uvumilia, upendo